Mchakato wa kujitambua ni hatua au safari ya mtu kuelewa na kufahamu kwa undani kuhusu nafsi yake katika vitu anavyoelewa, anaelewa jinsi anavyojisikia, jinsi anavyofikiri, uwezo wake, udhaifu wake, maadili, malengo na thamani yake binafsi. Kwa hivyo katika kujitambua unaelewa hayo mambo yote kiundani zaidi. Huu ni mchakato muhimu katika maendeleo ya mtu binafsi na uweza kusaidia katika kufanya maamuzi sahihi, kuimarisha uhusiano na watu wengine na kufika mafanikio ya maisha kwa ujumla. Kwa hivyo, kujitambua ukiangalia vizuri ndilo jambo unalohitaji. Hakuna kitu kingine unachohitaji kwenye maisha zaidi ya kujitambua. Unapojitambua, unakuwa na urahisi wa kuelewa mambo mengi.